Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizi utakapoziota ujue kwamba maadui zako wanakuogopa sana. Yani wewe kwenye ufalme wa giza kama ni waganga wanakuogopa, kama ni wachawi wanakuogopa. Yani mbele za adui zako umekwisha kushindikana tayari, hawakuwezi. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe una nguvu kubwa ya kiroho, kukuharibu na vita, vita hiyo haiwezi zadttoto kuwa wanajaribu kutendea mambo mengi, wanajaribu kufanyia ubaya wa aina mbalimbali, lakini kila wanalopanga kufanyia halikukuti. Kila wanalojaribu kupanga kukuzuru nalo halikukamati hata kidogo, kama mpaka mwisho wa nao lakini hautaweza kusaidika kabisa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya kwanza ambayo ukiota ujue maadui wanakuogopa sana. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi inachokuletea mafundisho mapya, basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata na kuyafanyia kazi. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota adui zako wanakukimbia kwenye ndoto. Mara nyingi sana watu wanaota watu wanakimbizwa na watu waiza mtu yule ambaye anakukimbiza ameshika panga, ameshika fimbo, au ameshika kitu chochote cha ajabu ambacho kinaweza kukudhuru wewe. Ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba yule adui yako amekushinda nguvu na sasa hivi anataka kuyadhuru maisha yako. Lakini unapoota kwamba adui yako kwenye ndoto anakukimbia, hii ina maana nzuri sana. Inamaanisha kwamba adui yako yule umemshinda nguvu, adui yako yule hakuwezi tena, yaani wewe umemshinda nguvu. Badala yake kukimbiza wewe, wewe ndio unamkimbiza yeye. Ina maana yeye nguvu zake ni ndogo sana, anakuogopa, ndio maana anakukimbia Mtu mpaka anakukimbia, na maana kwamba amekupima nguvu zako, na amekuja kwako kwa, amegundua kabisa wewe ni level nyingine, wewe ni ligi nyingine, wewe sio mchezo mchezo. Na ndio maana baada ya kugundua hayo, ameanza kukukimbia katika ndoto, kwa sababu amekwisha kujua kwamba wewe una nguvu nyingi na una ulinzi usiokuwa wa kawaida kwenye maisha yako. Na mara nyingi ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba kuna ulinzi mkubwa ambao Mungu ameweka juu ya maisha yako huenda wachai hawa wanalinda biashara yako, lakini wamekuja kwako na wanakimbia, ni kwa sababu wamekutana na ulinzi mkubwa kwenye biashara yako. Huenda wachai hawa wanalinda mmoja inamaanisha kwamba adui yako ni mmoja na huyo adui umemshinda. Lakini unapoota unakimbiza kikundi cha watu, hii inamaanisha kwamba maadui zako walikuwa ni wengi, wameungana wao kwa wao, lakini hata baada ya kuungana, wamekushindwa. Ndio maana unaota unawakimbiza wote. Sasa, ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ndoto gani ambayo utakapoiota ujue maadui zako wanakuogopa sana, wamekushindwa. Basi kama bado hauja subscribe channel yetu unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unashindwa kula chakula ndotoni Yaani, kule kwenye ndoto unaweza kaa uko kwenye sherehe lakini unakuta watu wengi sana wanakula kwenye ile sherehe, watu wengi sana kwenye ile sherehe wanakula wanajumuika hapo kwa pamoja, wanakula na kunywa, lakini kila unapojaribu kula wewe unajikuta kwamba unashindwa. Wenzako kwenye ndoto wanakula, lakini wewe unajikuta unashindwa kula, au kama chakula kile umefanikisha kukiweka mdomoni, unajikuta kwamba katika hali ya kutaka kukimeza inashindikana, au kama umekimeza, basi unajikuta kwamba unakitapika chakula kile. Ndoto hii inamaanisha kwamba lile walilopanga kulipanda kwenye maisha yako, njia ya chakula, wameshindwa kuweza kulipanda siku hiyo. Kama walikuwa wamepanga kupanda magonjwa kwenye maisha yako, ujue wameshindwa kuyapanda hayo wa magonjwa. Kama walikuwa wamepanga kupanda mauti kwenye maisha kwa njia ya chakula, ujue wameshindwa kuipanda mauti hiyo. Na mara nyingi sana magonjwa haya yanakuwa ni magonjwa ya tumbo. Ndio maana watu wengi wanaoota wanakula chakula kwenye ndoto, mara nyingi sana huwa wanakuwa wanasumbuliwa na magonjwa ya tumbo. Mara nyingi sana ni vidonda vya tumbo, ama tumbo linakuwa linajaa gesi, ama wanakuwa na maumivu ya tumbo yasiyokuwa ya kawaida. Wengine wanaamka asubuhi, wanakuwa na ile hali ya kubeua, yaani kama mtu ambaye amekula chakula na ameshiba au kama wengine wameota usiku anakula chakula, asubuhi anapokuwa ameamka, mpaka siku inavyoisha, anakuwa hana hamu ya kula chakula, anajisikia tu siku nzima ameshiba. Lakini unapoota unashindwa kula chakula, ina maana hii ni vice versa. Hii ni ndoto nzuri, inamaanisha kwamba adui zako wameshindwa kukifanya kile walichokuwa wanataka kukifanya kwenye maisha yako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ni ndoto gani ambayo ukiota ujue maadui zako wanakuogopa sana? Kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hauja like video hii mpaka pale tulipofika, basi unaweza uka like pale ulipo. Sasa ndoto nyingine ya tatu ni kuota kwamba unawaona adui kwenye ndoto, lakini wale adui wanakutafuta, ila wanashindwa kukuona. Ama muda mwingine unaweza kuwa unaona kabisa wanakupita, wewe hawakuoni, lakini wanakuwa katika mahangaiko ya kutaka kukutafuta. Wanakutafuta kushoto, wanakutafuta kulia, lakini wanashindwa kukupata kwa wakati bla mwingine, kitu cha ajabu kwenye ndoto, unaweza ukajiona kwamba wanakuja wanakuuliza kabisa kwamba fulani, unamjua fulani? Unamuona wapi? kuna mtu unamuona amepita hapa? Wanakuuliza kabisa, wanashindwa kukujua kwamba ni wewe ambaye ndio wanaokutafuta. Hii inamaanisha kwamba adui zako wamepigwa upofu na wanashindwa kukuona. Ni lile jambo unalotaka kulifanya kwenye maisha yako linashindwa li kukupata wewe. Kama kuna ubaya unataka kufanya kwenye maisha yako, ubaya ule unashindwa kukupata wewe. Kama kuna magonjwa unataka kutupa kwenye maisha yako, ugonjwa ule unashindwa kukupata wewe. Kama kuna hasara unataka kuipanda kwenye maisha yako, hasara kwenye biashara, hasara kwenye kazi, hasara ile inashindwa kukupata wewe. Kwenye biashara yako hautapata hasara, kwenye kazi zako hautapata hasara kule kwenye ndoto unaweza kuwa unaota anatafuta mke wako, lakini yule mwanamke ambaye anamtafuta anashindwa kumwona. Ama kule kwenye ndoto unaweza kuwa unaota anatafuta mtoto wako, lakini yule mtoto anayemtafuta wanashindwa kumuona, ama unaweza ukajikuta wanakutafuta wewe, ama wanatafuta wazazi wako, lakini wale maadui kule kwenye ndoto wanatafuta na wanashindwa kuwaona. Hii ni ndoto nzuri sana, inamaanisha kwamba cha kwanza umewashinda nguvu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, ni ndoto gani ambayo ukiota ujue kwamba maadui zako wanakuogopa sana? Kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalaiki video hii pale ulipo, basi unaweza ukalaiki. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unapiga ama unakiua kiumbe cha ajabu. Sasa ndoto hizi zinamaanisha nini? Ndoto hizi zinamaanisha kwamba pepo ama jini waliokutumia katika ulimwengu wa roho umelishinda nguvu na umelipiga na kuliua na kuliangamiza. Unajua, mchawi sometimes ama adui yako anapotaka kuja kukuloga huwa haji mwenyewe, kwa sababu anaogopa kukamatika. Anatuma vijakazi. Sasa hivi, vijakazi ambao anavituma vinaweza kawa ni pepo, kawa ni msukule, ama inaweza kawa ni jini. Lakini unapoota unapiga kile kiumbe cha ajabu, inamaanisha kwamba watu hawa umewashinda nguvu. Au mwingine unaota kwamba kama adui anakuja kwenye maisha yako, lakini adui yule ni kama unamfyeka fyeka, ni kama unamkatakata, ni kama unamwachanisha, unamua katika namna za ajabu, unamua kikatili. Hii inamaanisha kwamba umewashinda nguvu na hawakuwezi. Yaani wewe, nguvu ya kuwapiga unayo, wao hawana nguvu ya kupiga wewe, ila wewe una nguvu ya kuwapiga wao. Na ndio maana nimekwambia, kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuambia kama unaota ndoto za namna hii ni kitu gani unachotakiwa kufanya, ili adui zako hawa wazidi kuwa chini yako. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tano, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ambayo unaota unapigwa, lakini hauumii. Unapigwa risasi, lakini unajikuta kwamba risasi hiyo imekupiga, lakini haijaingia ndani, ni kama imezuiwa na kitu. Ama wengine mnaota kuna mtu anajaribu kukata na panga, lakini panga lile ni kama linakuwa halina makali. Panga lile linakuwa kama ni panga ambalo liko butu. Ama kuna mtu mwingine, unaweza kuwa kuna mtu anakuja kuchoma kisu, lakini kisu kile ambacho anakuchoma nacho hakikuingii mpaka ndani, kinaishia tu hapa juu. Ni kama kisu kile kimekosa nguvu ya kuingia, ama ni kama kuna kitu ambacho kimeweka mwilini mwako ambacho kinakufanya kisu kile kishindwe kukuingia moja kwa moja. sasa ndoto hizi zinamaanisha kwamba wewe unalindwa na Mungu, yaani wewe una ulinzi wa Mungu. Mungu amekuwekea covering, Mungu amekuwekea uzio, Mungu amekuwekea proof ama covering against mash unayapata kwenye maisha yako inalindwa na nguvu za Mungu. Roho yako imezungushiwa ulinzi. Sasa napokwenda kukuambia ni kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi. Kama bado hauja subscribe channel yetu, basi hakikisha una subscribe pale ulipo, na kama bado hauja like video hii na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Jambo la kwanza utakalofanya utafungua kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 na ule mstari wa 14 inayosema maana silaha zetu si za mwili lakini zina nguvu katika roho hata kuangusha ngome. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi utasema hivi, Baba nasema asante kwa kuwa umenipatia uwezo, umenipatia nguvu ya kuangusha kila ngome inayokuja kwenye maisha yangu. Umenipa nguvu ya kuwapiga adui zangu. Baba nasema asante kwa kuwa umenipatia nguvu hizi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jambo la pili utakalofanya utafungua katika kile kitabu cha Zaburi ya 35 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 3 inayosema E Bwana utete na wanaoteta nami, upigane na wanaopigana mi na mimi kwao. Utaingia kwenye maombi unasema hivi, Baba ninaomba, kuanzia siku ya leo wale wanaopigana na mimi ukaweza kupigana nao, wale wanaoteta na mimi ukapate kuteta nao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wanazati hai. Wale wanaopigana na biashara yangu, wanaopigana na ndoa yangu, wanaopigana na mahusiano na yangu, Baba naomba ukapigana nao kwanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wanazati hai. Amen. Utakapofanya vitu hivyo vikubwa viwili, utajikuta kwamba kama adui zako walikuwa na kuogopa, watazidi kuogopa zaidi kama kuna ubaya ulikuwa unafanya kwenye maisha yako na ulikuwa unashindwa, basi utakuwa haujawapa nafasi kabisa, watazidi kushindwa moja kwa moja kwenye maisha yako na pia kama una ndoto yoyote ambayo haujui tafsiri yake, basi unaweza kaandika kwenye comment section mahali pale, nami nitakujibu mara moja. Na kama una shida binafsi, usitume message yako, nipigie moja kwa moja kwa namba za simu zinazoonekana upande wa kulia wa chini wa screen yako. Na pia ninaomba nikualike kwenye kongamano litakalofanyika tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025 kuanzia saa nane kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Mahala ni Mbezi Shule, kwenye ukumbi wa White Palace. Itakuwa ni kongamano kubwa sana la tafsiri za ndoto na utatuzi wa kila changamoto ya ndoto watoto ambao wanapitia umeomba sana lakini ndoto hizo zimeshindwa kuachia. Umekuwa ni mtu ambaye unaota na kula kwenye ndoto, lakini umejaribu sana kuomba na umejaribu sana kushindana na ndoto hizo, lakini ndoto hizo zimekuwa zikikushinda. Sehemu ni moja tu, kama una shida namna hiyo, ni katika ukumbi wa White Palace uliopo pale Mbezi Shule. Tutakuwa na ibada kubwa sana mahali pale. Nitakupa tafsiri ya ndoto, nitakuombea kuhusiana na ndoto, na kama una changamoto binafsi ya ndoto, unataka nikuwekee mkono, basi nitakuombea na kuwekea mkono bure kabisa. Save the date ni tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 8 kamili mpaka saa kumi na mbili jioni. Njoo na rafiki yako, njoo na ndugu yako, njoo na familia yako, wote ambao unahitaji Mungu aweze kuwafungua basi Mungu atawafungua siku ile. Njoo na wagonjwa, njoo na watu wenye udhaifu, njoo na watu walioteswa na nguvu za giza, njoo na watu wanaohitaji unabii, njoo na watu wanaohitaji uponyaji. Nami mtumishi wa Mungu nitakuwa mahali pale na nitakuombea, na Mungu wa mbinguni atakufungua. Usikose kwenye hilo kongamano Kosa vitu vyote lakini usikose kongamano la tafsiri za ndoto na utatuzi wa changamoto za ndoto ambayo itafanyika tarehe 19 mwezi wa 12. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, usisahau kusubscribe ili kipindi kinachokuletea mafundisho mapya basi uwe unakuwa wa kwanza kuyapata, na kama bado hujaliki video hii, basi unaweza ukaliki pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo, amen, shalom peace.